Shalom. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama huja subscribe channel hii, subscribe sasa. Kama umesubscribe basi unaweza ukashare kwa watu wengine ukawaalika. Alafu Mungu akakubariki zaidi. Nataka niongee nawe jambo moja zuri sana. Jambo moja zuri. Ila hili jambo nitalitolea mfano katika maandiko ya Biblia. Ni jambo ambalo nitalitolea mfano katika maandiko ya Biblia. Tunakifahamu kisa cha Esau na Yakobo. Hichi ni kisa ni maarufu sana katika maandiko, lakini leo nataka nikuelekeze kitu kimoja kizuri ambacho kitakusaidia katika hiki. Kisa kinaanzia pale Rebeka mama yao alipokuwa mjamzito, alimuuliza Mungu, nimebeba nini tumboni mwangu? Mungu anamwambiaje? Rebeka anamwambia kwamba umebeba mataifa mawili, alafu mdogo atamshinda mkubwa alafu mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa hiyo ndio unabii wa Mungu. Wakati wakati wa kubarikiwa, tunaona aliyebarikiwa baraka ni nani? Ni Yakobo, ambaye ni mdogo, na baraka zake alizobarikiwa, aliambiwa atakuwa mkuu, alafu ndugu yake, kaka yake Esau, atamtumikia. Alafu Esau wakati anabarikiwa, aliambiwaje? Aliambiwa, aliambiwa yeye ata, atapata mema lakini atamtumikia mdogo wake, kitu ambacho kinimfanya Esau atake kumuua Yakobo. Nafikiri tunaielewa hiyo habari hasa kitu. Na kitu ambacho nataka nikueleweshe au nikuongea nawe leo ni kitu kimoja, kati ya Esau na Yakobo nani aliyebarikiwa au nani aliyefanikiwa? Nani aliyefanikiwa kati ya Esau na Yakobo? Alafu ujiulize, Yakobo alifanikiwa vipi? Yakobo alifanikiwa vipi? Unajua, nimekutana na watu wanasema, kumtumikia Mungu kuna faida gani? Hata a, sio leo tu. Tangu miaka ya nyuma katika kitabu cha Malaki, Malaki ngapi pale watu wana, wanauliza, kwani kumtumikia Bwana kuna faida gani? Mbona watu wa mataifa ndio wanaotengenezwa, wanaojengwa, wanaobarikiwa, wanaofanikiwa, wanaolindwa? Sisi ambao tunamtumikia Mungu tunaenda kwa unyofu mbele za Mungu, eh? Tunanyenyekea mbele za Mungu, maisha yetu ni duni. Mpaka tunajua kumtumikia Mungu kuna faida gani? Yale maneno Mungu akasema, haya maneno mnayoyaongea, mmeongea maneno magumu mbele zangu. Anaposema maneno magumu, Akiwa na maana maneno mlioyaongea mmeyaongea maneno yanayosikitisha moyo wangu. Nyinyi mnasema kumtumikia Mungu kuna faida gani? Sasa umeona, Yakobo ndio kabarikiwa sasa, si ndio? Alafu Esau ajabarikiwa kama Yakobo. Sasa tunaanza kuyachambua kuya, kuya, kuya, kuya maisha ya watu wawili. Tunaanza na nani? Na Yakobo, angalia kitu cha kwanza Yakobo anachokifanya anataka kuoa, si ndio? Anataka kuoa, lakini tukiangalia Esau Ndoa ya Esau ilikuwa very simple. Esau alitaka kumuoa Mkanani. Baba yake akakasirika, kwa nini anaenda kuoa Mkanani? Biblia inasema akaamua kutomkasirisha kuto, kuto, baba yake akaenda kumchukua mwanamke wa Kishumaeli. Ishumaeli ni baba yake mkubwa, akaenda kuoa mwanamke kule kwa baba yake mkubwa wa Kishumaeli. Alafu ndoa ya Esau ilikuwa very simple, haikuwa na mambo mengi, haikuwa na makolokolo mengi. Mtu ambaye hakuwa na baraka, alafu ndoa yake imeenda very simple. Sijui unanielewa? Asa tuje kwa mtu mwenye baraka Yakobo. Yakobo kaenda kamuona mwanamke mzuri. Yaani sasa hivi waseme mtoto mkali. Eh, kamuona mwanamke mzuri sana. Eh, mwanamke mzuri, mrembo. Vijana wanaita pisikali. Eh, mwanamke mzuri of course. Sasa anataka kumuoa yule mwanamke. Maandiko anasema Yakobo hakuwa na hela, hakuwa na pesa, hakuwa na chochote. Umeona vipengele vinaanza kwenye ndoa ya mtu aliyebarikiwa. Yule mtu ambaye hajabarikiwa ni ize tu. Lakini mtu aliyefanikiwa, aliyebarikiwa vipengele vinaanza. Anaenda kutoa mahali, hana hela, unatoa mahali nini? Hana fimbo tu. Baba mkwe anasema, lete hela, hana. Akasema sasa, ndakupaje mwanamke wangu, mtoto wangu bure, nikupe mwanamke mtoto wangu mimi nimelea nikupe wewe bure. Sasa kwa sababu una yeye unani utalipa nini? Sikupi mtoto bure. Ikabidi Yakobo pale asasa bana tafanya mimi sababu sina hela na kutumikia miaka saba. Kwa tunaona Yakobo kuoa mwanamke anatumika miaka saba. Wakati Esau ilikuwa very simple. Umeona mtu aliyebarikiwa. Sasa miaka saba hiyo bado hajapata mke. Akabidi atumikie miaka kumi na nne kumpata mwanamke aliyempenda. Miaka kumi na nne anampata mwanamke aliyempenda. Unanielewa? Wakati Esau, very simple. Sasa tunakuja kwenye swala la uchumi hilo swala la ndoa la uchumi. Esau aliamua kujichanganya na watu wa, wa Kanani wale na watu wa jamii za kule, baadaye baadae akaanza ku, aka, akaanza kumiliki mali, akaja akamiliki kiwanja mona, baadaye akaja akajenga, akaanza kutanua nini, akaanza kutanua mipaka yake, akawa na ardhi kubwa tu. Wakati huo Yakobo huko Esau ameshakuwa mfanyabiashara. Yakobo ni mtumwa wa mtu, mtumishi au siboi. Au siboi wa, baba mkwe. Na unajua baba mkwe mwenyewe huyo baba mkwe anamdhulumu ana, ana, ana sana. Kwa lugha nyingine anampiga Yakobo kwenye masuala ya fedha, yani anampiga sana. Kwa hiyo anatumikia lakini na anadhulumiwa. Sasa kati ya Esau na Yakobo nani mwenye baraka na nani asiye na baraka? Sasa imagine sasa wewe leo ndio ungekuwa Yakobo unasema sasa kumtumikia Mungu kuna faida gani sijui. Na leo kumtumikia Mungu kuna faida gani, kama ungekuwa ndio Yakobo? Lakini sasa Yakobo anakuwa mtumishi, na ukisoma kitabu cha Mwanzo anaongea na wake zake, anawambia baba yenu amenizulumu pesa yangu zaidi ya mara kumi. Kwa hiyo Yakobo kutajirika kwa Labani ni ngumu sana, ni ngumu mno. Anaendelea kutumika, lakini Esau mfanya biashara na anafanikiwa. Umeona sasa. Siku Yakobo anaondoka kwa Laban aliondoka kama mwizi. Wakati Esau anabadilishana mali, anafanya biashara, anaongeza viwanja, eh ananunua, anawekeza kwenye ardhi. Yakobo huko anakimbia kwa baba mkwe kama mwizi, usiku wa manane anaondoka, anatoroka toroka. Alafu baba mkwe naye akaanza kumkimbiza kama mwizi. Yaani ameondoka kama mwizi na baba mkwe akamkimbiza kama mwizi. Akaja wakakuta sijui amepumzika wapi huko akasema, "Eh, ee, simameni hapo hapo. Mmenikimbia mimi? Mnaniibia?" Akasema mzee, tumekuibia saa ngapi? Kwa nini amjaga? Nyinyi ni wezi. Yako, mimi sijaiba. Akasema wewe muizi. Yani, mtu kamtumikia miaka 20 na ngapi hiyo? Alafu, anamuita mwizi. Anamwambia, mimi sijaiba. Akasema wewe umeiba. Kuna vitu vyangu vimepotea. Akaanza kumsearch, yani mtu mkoo wake anamsearch, mtu amwamini anamsearch. Umeelewa? Kwa ameondoka kwa aibu kwa Labani. Na wewe ndio mwenye baraka. Ile ndio ndio ndio ile baraka za nani, za Isaka zinaambatana naye. Na Mungu akasema, huyu mdogo atamshinda mkubwa. Hasa kamshinda kwa lipi? Haya, tuje sasa. Baada ya kutoka kwa Labani, sasa anarudi nyumbani. Miaka imepita miaka mingi. Aliondoka akiwa kijana mdogo, ameshakuwa mtu mzima, ana watoto, amepata watoto zaidi ya wangapi huko? Watoto kumi na, amewapata. Anarudi na amepata na watu na, na masuria. Masuria ni wale wake wadogo, na mali nyingi amekuja nazo, na mali nyingi. Alafu alipofika, alipovuka ule mtu, akafika sehemu inaitwa Beseli <laughs> alipofika Beseli akasema Mungu, ninakushukuru sana kwa sababu nilipoondoka, nilipokuwa naondoka nilivuka na fimbo tu, leo angalia mali nilizovuka nazo, angalia watu ulionibarikia kundi kubwa ninalo, Mungu nakushukuru. Akatoa na sadaka ya shukulani, akatoa na sadaka ya zaka pale kwa sababu Mungu kambariki. Alafu wakati huo Esau anakuja kumpokea, unaambiwa Esau, Esau alikuja na, na mali yaani Yakobo alikuwa kumbe ni kakundi yaani unajua unajua kama uja uja uja uja uja, uja, uja, uja, uja kutana na watu warefu unaweza ukajiona wewe ni mrefu lakini ukija kukutana na mijitu mirefu nasema ah sasa kumbe mimi bwana mimi mimi sio mrefu unaweza sema bisa bila kaji maji kata najiona mnene kwa sababu hujakutana na, na wanene Esau kaja na mali nyingi alafu kaja na jeshi Yakobo si ameshukuru kwa sababu tena kundi Esau amekuja Biblia inasema alivyokuja kumpokea Yakobo alikuja na watumishi mia nne hao oh, watumishi 400 anawalipa mshahara wa yeye Esau anawalipa mshahara. Wanaendesha maisha yao kwa hela ya Esau. Just imagine. Yaani anyway, wanafanya wanaendesha maisha kwa hela ya Esau. 400 hao wanakuja kumlaki dogo anakuja. Umenelewa sasa nani aliyebarikiwa kati ya watu wawili? Unaweza ukaimagine wewe mwenyewe. Alafu sasa ule usiku ambao Yakobo anasikia Esau anakuja kumlaki. Biblia inasema e, Yakobo hakulala. Kwa nini hakulala? Alikuwa anamuogopa, anasema, Esau nilimpiga matukio, nimemdhulumu haki ya uzaliwa na nini, nini, nini, nilifanya ila kwenye baraka za zile baraka zile za za mzee Isaka. Kwa hiyo Yakobo anakaa usiku kucha na kesha, Mungu naomba nilinde na Esau. Yani, mtu ambaye amebarikiwa anamuogopa mtu ambaye hajabarikiwa kama yeye. Umeona nani aliyebarikiwa kati ya Yakobo na Esau? Huwa anamuogopa usiku kucha, alali apate hata usingizi, anakutana na malaika, anamwambia malaika nibariki, sijui <laughs> nani leo sawa sasa tuje sasa walipokutana. Walipokutana Yakobo anaogopa Esau atamuua. Kumbe Esau kashia samea alafu kasahau na aye kamisi ndugu yake. Maana yake ni kulwa doto ni na ni Yakobo ni doto. Kwa kamlisi kamisi pacha wake anakuja huko sasa anataka kumlaki pacha ila yule mdogo anaogopa, anasema Mungu wangu, Esau atakwaje? Maandiko anasemaje? Alipofika Esau, Esau alipofika tu pale papo Yakobo ndo anamuona Esau yule pale. Biblia inasema Yakobo alimsujudia Esau. Akapiga aka magoti, akasujudu kabisa hadi kichwa. Biblia inasema yaani ali, alisujudu mpaka ardhi, yaani akaenda kichwa yake akaweka kwenye ardhi. Mara ya kwanza akainuka akasujudu ya pili, akainuka, akasujudu mpaka ya saba Yakobo anamsujudia. Lakini katika maandiko yale katika baraka zile za Isaka alisemaje? Alisema kwamba mkubwa atamsujudia nani? Mdogo mkubwa atamsujudia mdogo, yaani Esau atamsujudia nani? Yakobo. Lakini matokeo, Yakobo ndo anamsujudia Esau hmm. Sio kama ulishakitambua hicho kitu, kwa anasujudi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne mpaka mara saba, mpaka Esau mwenye kabidende akamzuia aka akasema, inatosha inatosha, akamkumbatia. Biblia inasema walilia sana. Nani aliyebarikiwa? Haya, wametoka pale sasa, Yakobo anaenda kumtambulisha sasa, sema hivi anamuita ana anamuita bwana wangu. Neno bwana wangu inamaanisha bosi wangu. Yaani bwana alikuwa anatumia kwa neno kwa mtu mkubwa, yaani mwenye wazifa kubwa, anaitwa bwana. Ndio maana Mungu sisi tunamuita Bwana kwa sababu tunamwona tuna ana wazifa mkubwa sana tunamuita Bwana. Kwa neno bwana alikuwa an, an, anatumia watu ambao wako chini anaita watu wa juu. Ya, kwa Yakobo anamuita Esau bwana wangu, bosi wangu, mkuu wangu. Alafu anamwambia mimi mjakazi wako. Yani Yakobo anasema mimi, yani mimi mjakazi wako, mimi mtumwa wako, mimi mtumishi wako. Mungu amenibarikia wa hawa ndio wake zangu, anapomtambulisha hawa ndio wake zangu, wale wanawake inabidi wasujudu nao, wakaenda kusujudu chini mara saba. Mume kasujudu, wewe usisujudu, wanasujudu mara saba. Esauli linapita kama kama vile rais anakagua, anakagua nini? Anakagua jeshi. Yani mfano rais anakagua jeshi, anapita, anaangalia namna hiyo, watu unapiga tu saluti namna hiyo Sauli. Kwa hiyo Esau linapita watu tu wanasujudu. Yakobo asema hao ndio watoto wangu, watoto wake wanainama wana wanamsujudia ya Esau Sauli namna hii. E. Nani kabarikiwa? <laughs> Umeona? Sawa. Yakobo si ndo kabarikiwa, twende. <laughs> Sasa just imagine wewe ndo Yakobo, unasema kumtumikia Mungu kuna faida gani? Yakobo mwaminifu kwa Mungu, lakini matokeo hayaonekani. Baadaye, Esau wanaachana na Yakobo sasa Esau anarudi nyumbani kwake, nyumbani kwake ambako kuna watumishi zaidi ya 400. Alafu Yakobo anarudi nyumbani kwa baba yake. Yakobo hakuwa na nyumba aliyoijenga yeye, Yakobo anaenda kwenye nyumba ya baba, na baba yake Yakobo mzee Isaka hakujenga nyumba, alijenga nini? Mahema, alijenga mahema. Mahema ni tunafahamu ni, ni, ni sehemu ambapo makambi ndio tunaweka zile kambi zile, unatengeneza maturubai yale manini mnaishi kwa muda, ila Esau yeye kajenga huko Seiri. Kuna sehemu moja inaitwa Seiri, ndio amejenga Esau huko na ana wafanyakazi wa kutosha. Yakobo alienda kuishi kwenye mahema. Yakobo mpaka kufa kwake hakuwahi jenga nyumba, anaishi kwenye nini? Kwenye mahema. Na hayo mahema anaoishi yeye ni ya baba yake Isaka, na baba yake naye amelisi kwa babu yake Ibrahim. Ila Esau ana, ana nyumba. Umeona sasa? baadaye sasa wakati wakati nani, wakati huyu huyu Esau sasa anazidi kujiongezea umiliki wa ardhi, anazidi kuwekeza kuekeza ardhi yake, kaja ikawa kubwa asili ardhi hizo kuja kuwa kubwa, na wanawatumishi wengi, Esau akaja akafanyika kuwa mfalme. Yani ile sehemu ambapo alikuwa anaimiliki ikawa taifa kwayo, akaanza kupata ule utai, ule ufalme mdogo ukaitwa ufalme wa Esau. Kwa Esau akaanza kupata ufalme, kwa kaka ufalme kadogo hivi kanakuchipukia kanaitwa ufalme wa Edomu. Unaposoma maandiko neno Edomu ndio Esau. Unaposoma maandiko neno Edomu ndio Esau. Kwa hiyo ufalme wa Edomu, ufalme wa Esau. Wakati huo sasa Esau anapata ufalme, Yakobo anaenda utumwani Misri. Si unaelewa? Huyu anapata anaweza kupata ufalme, anaenda utumwani Misri na anaishia huko. Sasa wewe ndio Yakobo unasema kumtumikia Mungu kuna faida gani? Sasa ukiachana na hayo, pia baadaye ufalme wa Edomu unakuja kuwa mfalme mkubwa duniani, yaani ufalme wa Edomu ule ukaja ukaja kuwa moja ya mataifa makubwa katika ulimwengu wa kipindi hicho. Wakati huo, Waebrani hawa ambao ni asili ya Yakobo, yaani Waisraeli walikuwa watumishi wapi, Misri kule na Farao akawa anawanyanyasa sana huko Misri, wakati huko Edomu ni taifa kubwa ndugu zao. Kwa sasa wale Waedomu Edomu wakikaa hivyo wanaangalia eti wale ndio wamebarikiwa. Wale ndio walisema tutawasujudia sisi. Wale ndio walikuwa wanajidai. Wale ndio walisema baba yetu, sisi baba yetu sisi alilaaniwa wale. Umeona? Sasa ninachotaka nikueleze ni kitu kimoja. Siku zote kuna tofauti ya vita, mapito na majaribu kati ya mtu mwenye kusudi kubwa na mtu ambaye kusudi lake si kubwa. Watu wenye makusudi makubwa huwaga wana vita kubwa kuliko watu wasio na makusudi. Yaani mtu ambaye Mungu amemkusudia mambo makubwa vita yake inakuwa ni nzito sana. Yaani vita yake inakuwa ni kubwa mno mno mno mno. Tofautisha na watu ambao hawa wapo hapo tu. Ndio maana wa, wanapata wa, wa, wa, wa, hela, unakuta watu wana, wanapata hela. Alafu unajiuliza Mungu, mbona mimi sipati hela, na ukijua mimi nikipata hela lazima nitoe zaka. Mimi nikipata hela lazima nitoe sadaka mi nikipata hela lazima nifanye kazi ya Mungu, lazima nisomeshe watoto, hela wangu mimi situmii kwenye anasa na upati. <laughs> Lakini hawa wanapata mapesa. Watu wenye makusudi, vita hao inakuwa ni kubwa, mapito hao yanakuwa ni makubwa. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu akiweka kitu ndani yako au Mungu akiweka kitu ndani yako, anataka kukuwekea kusudi hilo. Kusudi aliwe kwa ajili yako, linakuwa kwa ajili ya watu wengine. Kwa Mungu akikupa kitu ndani yako, sio kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili ya watu wengine ambao Mungu anataka awafikie kupitia wewe. Kwa sababu Mungu anataka kuwafikia watu wengi kupitia wewe, anakufundisha namna ya kuwa mnyenyekevu, kujifunza unyenyekevu ukiwa chini. Mungu akufundisha unyenyekevu ukiwa juu, utazalau watu. Kwa anakufundisha unyenyekevu ukiwa chini, anakufundisha kuzalaulika anafundishwa kupuuzwa, anafundishwa kubezwa, anafundishwa kunyanyaswa, kulala njaa, kutukanwa, anafundisha kila aina ya shida anakufundisha kama vile Mungu alimfundisha Yusufu. Ingawa sio lazima upitie vipindi hivyo. Mimi naongea na wale watu ambao wanapitia vipindi vigumu afu wana makusudi. Wanaona kabisa Mungu kuna kitu kipo ndani yangu na Mungu anaenda kufanya kitu kikubwa. Kwa hao ndio watu ambao ninaongea nao na huu na jumbe ndio hao. Sio lazima wote tupitie mapito aina hiyo. Sijui na leo na sio fundisho kwamba wote lazima tupite, ila kila mtu lazima awe na aina yake, ajaribu. Kwa kuna vitu, kuna wakati unaenda una course unakuta una, una, una vyeti vyote vina, vina CV kubwa tu eh, una vyeti una vyeti vya kutosha tu, lakini hupati kazi, uajiriwi. Lakini watu wengine wana vyeti vidogo tu, wanaenda wanaajiriwa, na sio kama wanaonga wengine, hata waonge, lakini wanaajiriwa, ila wewe huajiriwi. Kila unachokipambania yani akifanikiwi aki, aki kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile ulichokibeba. Kusudi lile lolibeba ni kubwa sana. Kwa hiyo mapito unayoyapitia haya leo huwa ni kwa sababu ya watu wengine. Yaani leo hii unabeba mzigo wa watu wengine ambao watakuja ku, watakuja, watakuja, watakuja, watakuja kumuona Mungu kupitia wewe kesho. Kuna watu ukifanikiwa wewe wale watafanikiwa tu kwa sababu wewe Mungu amekutanguliza. Ni wewe Mungu amekuweka daraja la watu wengi kupita. Kwa, kwa sababu Mungu ame, mtu mwenye kusudi ni daraja, si ndio eh? Kwa hiyo sasa, sababu wewe ni daraja la watu wengine kupita, Mungu anakufundisha vitu vingi. Lazima hilo daraja liwe liwe, liwe, liwe, liwe, liwe liwe imara, lazima hilo daraja liwe limejengeka. Kwa hiyo watu wanapita pale, na watu wengine na kilo zao na magari na nini zitapita kwenye hilo daraja, kwao lazima hilo daraja liwe strong. Kwao Mungu anakufundisha, yaani mzigo unaobeba leo sio mzigo wako peke yako, umebeba mizigo ya watu wengi ndio maana unapobeba mizigo ya watu wengi haya mabega lazima yashuke ya, ya ni kwa sababu mzigo wako ni wa watu wengi. Kuna watu wengine hawatabeba kwa sababu wewe tayari umeshawabebea. Kwa hiyo sasa kusudi ulio nao ni kwa sababu ya watu wengine wengi. Watu watabarikiwa, watamwona Mungu kupitia wewe. Watu wengine hawatapitia majaribu unayopitia wewe kwa sababu tayari wewe ulishayashinda mbele. Kwa utakuwa umewalazisha ume, ume, ume sababu ni ndani ni daraja. Kwa Yakobo yote aliyokuwa anayapitia alikuwa anayapitia kwa sababu ya, ya hatima kubwa ambayo iko mbele yake. Watu wengi sana walikuwa wanatazamia aina ya Yakobo ya maisha ambayo ataishi na ushindi wake utadetamine ushindi wa watu wengine wengi sana. Asa imagine sasa muda wa kusudi ukifika, muda ambao Mungu sasa sasa, mwanangu imefika, imetosha. Muda ambao ukifika sasa kwamba huyu mtu amekusudiwa, huyu mtu mwenye kusudi, sasa huo muda wake ndio umefika. I say, ukishafika huo muda wa kusudi, hata kama Farao atasimama mbele yako, atakupisha tu. Hata asimame mbele yako. Hata bahari iwe na mawimbi yaliyoshiba namna hii, imesimama mbele yako, haiwezi kamzuia mtu mwenye kusudi. Yaani bahari itaachia njia namna hii, mtu mwenye kusudi atapita pale pale kwenye bahari. Hata uende sehemu ukutane na jangwa linawaka jua kali namna hii, halitakuzuia mtu mwenye kusudi, bado wingu litatanda hivi juu na utapata uvuri, na usiku wa baridi ule, nguzo itatoka hivi kama moto na italeta nini italeta hali ya kukuongoza, kwa sababu mtu mwenye kusudi ni wakati wa kutoka, wa kwenda kulitumikia kusudi lake. Hata isimame Yordani mbele yako haitakuzuia, Yordani itaachia njia, hata kama maji yake yanajaa mpaka kwenye kingo zake, mtu mwenye kusudi akishia simamia kwenye kusudi lake, anapokwenda kulisimamia kusudi lake, hata kama mbele kuna vita kubwa, wamesimama majitu makubwa kama wana wa Anaki kama wale, wale wale wale majitu wana wa Anaki. Tushajifunza habari za majitu kwenye video iliyopita. Hee, majitu yasimame mbele, bado hayatakuzuia kama amekuzidi size, yamekuwa makubwa, wanajiona kama panzi, yani wanajiona size yako ni kama panzi kwa wale majitu, lakini bado hayatazuia mtu mwenye kusudi, yatakupisha. Yani mtu mwenye kusudi, wakati unapokuwa umefika wa kusudi lake, wakati unapofika wa kusudi lake, hata wasimame mbele ukuta mkubwa kama wa Yeriko, ukuta hutaachia tu. Kwa hiyo nataka nikutia moyo kwamba vumilia, bado wakati wa kusudi lako hujafika. Utakapofika wakati wa kusudi lako, simama. Yani kila kitu kitakwenda kufanyika na utamwona Mungu wa maajabu. Hasa walipovuka ile bahari ya Shamu waliimba wimbo wakasema, watu wa Edomu wamesikia habari zetu, wajumbe wamepeleka habari huko Edomu. Uko Edomu ndo kwenye hilo taifa la Esau wamepeleka. Kwa hiyo mataifa yote yakajua kabisa, kumbe wale watu walikuwa na Mungu, kumbe wale watu ni wabarikiwa Kumbe wale watu, zile baraka zinaishi sasa, zile baraka ambazo Mungu alimbariki Yakobo kupitia Isaka zinaishi, wakaanza kuyakumbuka. Hivi tunavyoongea leo hii, leo hii tunavyoongea, katika ramani ya dunia taifa la Edomu halipo duniani, yaani hilo no taifa la Esau halipo duniani, katika ramani ya dunia. Lakini watu wenye kusudi, taifa la Yakobo, ambao Mungu anasema hao watalisujudia mpaka leo Israeli ipo, ijapo imepitia mambo mengi, imepitia mambo mazito, mambo makubwa, imefutwa kwenye ramani ya dunia mara kadhaa, mara nyingi imekuwa inafutwa kwenye vipindi vya dunia, unaenda uhamishoni, lakini mpaka leo taifa lile lasimama na bendera inasimama. Kwa sababu gani? Watu wenye kusudi, kusudi, kusudi. Muda wa kusudi unapofika, hakuna cha kuwazuia. Kwa hiyo nataka nikwambie wewe, mwenye kusudi la Mungu, simama na Mungu bado, bado kitambo kidogo tu, wakati wa kusudi unapofika. Na niwaambie, na ni katika kipindi hiki Mungu kipindi hiki hasa, hii ni unabii. Hiki kipindi ni kipindi ambacho Mungu anataka kuleta matengenezo na uamsho kwa kanisa la Mungu duniani. Kwa hiyo ni kipindi cha uamsho na matengenezo, ni kipindi ambacho Mungu anaenda kuleta matengenezo, Mungu anaenda kuleta uamsho. Kwa hiyo kipindi ambacho Mungu anaenda kuleta matengenezo na uamsho, Mungu atamtumia mtu yoyote ambaye yuko tayari, kajiweka katika njia ya Mungu ya kutumiwa katika kipindi cha matengenezo na uamsho. Mungu ataenda kutumia mtu yoyote. Na kipindi hiki Mungu haangalii angalii title. Mungu hata mtumia mtu kwa kuangalia title yake. Mungu hata, mwanga, hata hata mtumia mtu kwa kuangalia jina lake. Mungu hata mtumia mtu kwa kumwangalia CV na historia yake. Mungu ataenda kumtumia mtu ambaye yuko tayari. Kwa hiyo wewe, ulioko tayari huko kijijini sana, kama Daudi, ndani ndani uko polini polini, ukiwa tayari, Mungu anaenda kutumika na wewe. Uko sijui mjini, uko wapi, uko sehemu yoyote, uko ofisini. Popote pale ulipo, Mungu atakutumia. Na Mungu kukutumia haina maana mpaka uwe mhubiri au mchungaji no. Mungu anaweza kukutumia katika biashara, ukafanya biashara, ukawa mfanya biashara mzuri mwenye Mungu, ambaye hata kazi ya Mungu itasimama na itaendelea, kwa sababu kazi ya Mungu inahitaji watu wenye wanaofanya biashara, watu wenye pesa wa i-support, watu inua watu wanaofanya kazi ya Mungu namna hii. Kwa hiyo inahitaji watu wenye pesa pia. Kwa hiyo Mungu atakuinua kwenye biashara yako kwa ajili ya kuifanya. Kwa hiyo mtu yeyote aliyoko tayari katika sehemu yoyote uliopo katika nyanza yoyote, uko kwenye biashara, uko kwenye ofisi, uko kwenye nini, ukiwa tayari, I say hiki ni kipindi cha uamsho na matengenezo. Mungu anaenda kulitengeneza kanisa, kwa hiyo Mungu anakutengeneza kanisa, angali watu, angali sura, angali taito, angali majina, angali elimu, angali mtu mwenye elimu na asiye na elimu, wote watatumiwa na Bwana kwa namna ambayo Mungu anataka. Mtu mwenye mwenye mpesa na asiye na pesa wote anatumia kwa namna Mungu anayotaka. Kwa ni wakati wa matengenezo. Kama una kusudi na Mungu, simama katika kusudi lako, alafu utamwona Mungu. Barikiwe sana. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kama hujasubscribe channel hii, basi fanya kusubscribe hapo na ushare kwa watu wengine. Vitu hivi ni vitu vya msingi sana. Usiache kushare, ni muhimu sana kushare kwa watu wengine. Share kwa watu wengine na Mungu atakubariki. Na ukiwa unatamani kusupport kazi hii hii ni kazi njema, watu wa Mungu, kazi hii ni kazi njema, njema. Kwa hiyo ukisapoti hii kazi, unatoa sadaka katika udongo mzuri, kwa sababu kazi hii ni kazi njema na inafanya kazi nzuri kwa nia njema ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo utakuwa umeungana pamoja na sisi katika kujenga ufalme wa Mungu. Usiache. Mungu akubariki sana.